Na kwenda kutia saini au kutiliana saini pande zote mbili Tanzania na mamlaka ni kwa sababu ya kutaka kujenga mahusiano baina yetu sisi na mamlaka almamlakatul arabia asaudia chini ya Wizara ya Mambo ya Dini inayoongozwa na adoktor asayidi Abdul Latif wa ali sheikh lakini maana yake ni mikataba ya kutaka kushirikiana juu ya masuala mbalimbali ya dini, mashirikiano juu ya mambo mbalimbali ya dini. Na hili jambo au nafasi hii tulikuwa tunaitafuta kwa muda mrefu, lakini katika kipindi hiki, mimi na nyinyi wote mlioko, Mwenyezi Mungu ametupa kabul ya kuweza kushirikiana na mashirikiano haya yataleta nafuu na manufaa makubwa sana katika mambo mbalimbali mbali ya, ya kidini. Sina haja ya kuyazungumza hapa, maana ni marefu. Itosheke tu kwamba mambo ya kidini mbalimbali ambayo ya tumeyazungumza yamo ndani ya ule mkataba ambao ninao hapa. Utaona ni maeneo makubwa sana tunayoshirikiana, na tunashirikiana katika maeneo tuliokubaliana Sio kila eneo, katika maeneo tuliokubaliana kwamba hili sawa, hili hapana, hili sawa, hili hapana. Kisha ukafika, ukafika wakati tukatiliana saini, akatia saini waziri kwa niaba ya serikali na almamlakatu alarabia asaudia as, na nikatia saini mimi kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislam Tanzania, lakini kwa niaba ya Tanzania kwa ujumla wake katika jumla ya mambo ambayo tutakayoshirikiana nao, moja litakuwa limezaa matunda. Kuna kambi ya mambo ya tiba ya macho, kambi ya tiba ya macho, kambi ambayo tumempa kusimamia Sheikh Hassan Katungunya na wale wataalamu madaktari kutoka Saudia wanaingia kesho hapa biidhnillahi taala, kwa ajili ya kuangalia ile wanahitaji wenyewe watu wa madaktari mtoto wa macho na matatizo ya macho mbalimbali mbali ambayo wanakuja kufanya hapa. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kuna mambo mengi ambayo tumeahidiana nao ambayo watayafanya katika yale maeneo ambayo tumekubaliana nao. Kwa ufupi, safari ilikuwa nzuri, walillahi alhamdu. Leo tumerudi salama, mapokezi yalikuwa mazuri, tumeweza kufanya mambo mengi. Pia tumeweza kukutana na imamu wa msikiti wa Madina Almunawara. Walifanya mpango lazima nikutane na imamu na kweli nimekutana naye ofisini kwake, tukakaa tukazungumza mambo mengi na huko pia kuna neema fulani itapatikana inshaallah taala. Mambo mbalimbali complex mbalimbali zile za mambo mbalimbali, namna wanavyochapishwa msahafu, kuna complex wametengeneza pale. Kuna mujamaa mmoja ametengeneza kwa ajili ya kuonyesha maisha ya mwanadamu kwa kuonyesha kwa vitendo tangu mwanzo kabisa wa kuumbwa dunia, lakini unaona kwa vitendo mpaka kuletwa Nabiiullahi Adam. Kwanza kabla Nabiiullahi Adam, malaika malaika, majini, baadaye baadaye akaletwa Nabiiullahi Adam ambaye ndio sababu ya wanadamu sisi tulioko mpaka sasa. Pia tumetembelea sehemu kama hiyo, na sisi tumeomba vile vile sehemu, vitu vya namna ile, kama tunaweza kujengewa huku ujengewe ili Waislamu wa Tanzania wao wanapita ku, ku, kupata mawaidha ya kuona kwa macho dunia ilivyoumbwa mwanzo wake ilikuwaje, malaika walipewa kutawalia, kuta, malaika walipewa kutawalia wakapewa majini kipindi hicho hakuna mwanadamu, baadaye akaja binadamu mpaka alivyokuja Nabii Nuhu na jahazi na lake. Ni vitu vyote vinaonyeshwa mpaka siku ya Kiyama, wanaonyesha wao kitu kama hicho, tukiwa nacho hapa tutakuwa na manufaa makubwa sana katika kuwajenga waumini wetu kujua dini yao. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ninaishukuru eh, Wizara ya Mambo ya Dini ya Saudia inayoongozwa na Abdul Latif Ali Sheikh al Dr. lakini ninaishukuru vile vile eh, namshukuru vile vile khadim lharamaini ambaye ni jalalatul malik Salman pamoja na walii ahdihi ambaye ni Muhammad wa kuruhusu jambo hili liweze kufanyika, kwa sababu ile ni serikali na serikali, haiwezi kufanyika fanya jambo bila yeye, na kwa namna alivyowaona, naonekana wametupenda sana na katika nyanja ambazo tumekubaliana kushirikiana inaonekana kwamba kutakuwa na tija nzuri, na nishukuru Wizara ya mambo ya nje ya Tanzania ambayo imesimama sana kuhakikisha kwamba safari hii inakamilika, kwa sababu jambo lenyewe la serikali haliwezi kuwa baina ya wale na sisi tu, ilikuwa baina ya wale na, na, na wizara wizara inatuletea sisi kwanza, baina ya wale na ofisi yao ya ubalozi hapa ubalozi kwetu sisi huku ni wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya nje ndio wanatuletea sisi kama BAKWATA, ndio msafara ukakamilika, tukaweza kwenda kutiliana saini kama mlivyoona katika vyombo vya habari. Na sio hapa tu, hata kule Saudia lile jambo limetrend sana, kuona ni jambo kubwa sana. Na tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atutengenezee mambo yetu, atuimarishie dini yetu ailinde na kuihami dini yetu atujalie kuweza kupata nafasi kama hizi kwa ajili ya maendeleo ya Waislamu na Uislamu wa na wajalie viongozi wetu wa dini hawa mashekhe waliopo hapa na wengine wote wa mikoa, wa wilaya, kata, mpaka maimamu na viongozi wengine wote, makatibu hawa viongozi waandamizi, Mwenyezi Mungu ape taufiki ya kuweza kuliongoza baraza